Sehemu ya pili ya simu ya shemu usiku mzito. Basi bila ya kupoteza muda tuendelee. Tulipoishia Oliva alisimama nje, tabasamu lake lilikuwa zito. Alinishika mkono, akaielekeza ndani. Nilihisi mguso wake, ulinifanya nisahau kwa nini niko pale. Giza lilikuwa la kutisha na la kivutio. Ramadhani, sikiliza Oliva, mita za nje ziko wapi? Ili nibebe ngazi haraka, tuchomoe fuse ya jirani au tuangalie kama breaker tu, huenda itakuwa imeshuka. Oliva akanijibu Ramadhani, kwa Mungu kwanza pumzika bwana, huoni kama nimekusubiri kwa muda gani? Ninajua una nguvu kuliko Juma, njoo upoe kwanza, hatuwezi kufanya kazi, hatuwezi kufanya kazi gizani. Akiwa ananivuta taratibu kuelekea kwenye sofa, nikakaa huku hisia zangu za kujivuta zikizidi kudhoofika. Akaileta juisi ya tende akaniambia, kunywa yote nimejitahidi kukuandalia. Ukiwa na ukiwa na nguvu tutaangalia nikusimuliaje kuhusu upweke wangu hapa, hmm? Eti Ramadhani. Nikiwa nakunywa juisi kwa kujivuta, hapa ndipo utaongeza mazungumzo marefu ili kujaza muda ujue Oliva unanichanganya unataka nisaidie umeme au unataka tuzungumze tu Oliva alinijibu zote mbili ninajua we ni, ni, ni mcha Mungu lakini unajua Juma yupo mbali karibu mwezi mzima hajanipigia hajanipigia simu ipasavyo, ninaishi kama mjane, na sasa umeme umekufa. Nilihisi kama kichaa kimenipanda, nikaona lazima nimpigie mtu ninayemwamini zaidi, aje kunilinda na mtu huyo ni wewe, shem. Oliva alianza kunigusa akijifanya ananituliza, akaniambia, umebaridi sana, ngoja nikupe joto. Kazi unayofanya inakuchosha eh? Hebu vua hilo shati ujipumzishe, tunaweza kuangalia umeme asubuhi, maana sahivi ninaogopa sana gizani, si unajua usiku sahizi Nikamjibu, Oliva tafadhali, unafanya nini? Juma ni kaka yangu, unajua? Ndugu yangu, mimi nimekuja kukusaidia sisi si. Alinijibu si nini, sikupumzika. Alicheka kwa sauti ya chini, mimi ni shemeji yako, siwezi kukudhuru. Bwana fanya kama una shughuli, Ramadhani. Naogopa sana nilikuwa naota mambo mabaya usiku. Kifungo kimoja kimoja cha shati lenye kuteleza vilitenguliwa kwa mkono mmoja uliomlaini usio na shuluba. Maziwa mawili Tanganyika na Victoria, yaliyobeba upekee wake yalifumba macho yangu mithili ya kunipa usingizi wa kifo. Kifo changu chenye nyasi za ukoka zilizowekwa bungeni Dodoma na ikulu cha mwino zilipapaswa na kumwagiliwa maji safi na salama hata kwa mwanadamu kupata uzima wa milele mwili ulitembea ila hisia na akili zilikuwa angani, mpaka kwenye uwanja wa vita ya baridi, si baridi, moto si moto, vuguvugu iliyochangamka kwa kweli, nikakata tamaa. Mikono yake ilikuwa ya moto, manukato yake yalinivuta, yali na sauti yake ilikuwa imenimaliza, sikuona tena giza, nilihisi tu joto lake. Tulipokuwa tukikumbatiana kuelekea mkingi, alininong'oneza kwa sauti ya chini ya kujilaumu. Nisamehe Shemu, kweli kichaa kilinipanda usiku huu, nilijua nifanyaje, ila ujisikie, lazima ujue, nilihisi uhitaji mkubwa sana kuliko wajibu wangu. Nimekosea, lakini tafadhali usiniache peke yangu. Sasa Shemu, ile kuitwa Dula, hmm, ndipo ilibamba. Abdala utasikia msikitini na Dula anaitwa akiwa kijiweni. Mjomba ni mama lakini hana matiti. Alikuwa ndiye kapteni wa vita ile, alisimama kidete ipasavyo. Kila hatua ilikuwa ni ya maumivu ya kuponesha uchovu na uoga wa Oliva. Yes, shame. Ndiyo shame. Hapo shame. M mm. Enough shame. Enough. Inatosha kwa hakika. Tafsiri na ukalimani nilifundishwa pale pale pasi na kutoa ada ya English course wala kuketi darasani na kutenga na kutenga muda wa kusoma mambo hayo. Saa zilikuwa zikisonga, alfajiri ilikuwa ikikaribia. Ghafla taa zikawaka, umeme umekuja, nikashtuka. Taa za chumba zilimfunua Oliva akiwa amejifunika kitandani, uso wake ukiwa na hisia mchanganyiko na kukata tamaa na akiwa ametulia. <coughs> Oliva, e ta, kumbe shida ya umeme ilikuwa imeisha. She Oliva, ilikuwa ni shida ya umeme tu ama tumefanya nini? Oliva Umefanya kosa kubwa sana Oliva. Akiwa anafunika mwili wake, uso wake ukiwa mtulivu zaidi zaidi yangu, akaniuliza, kosa kweli? Kosa lakini ndio nimepona mwenzio. Nikamwambia, sikiliza sijui nini kilitokea usiku huu, ni kama nilikuwa nimezidiwa, lakini nahitaji kukuuliza Oliva, vipi Juma akijua nini kitatokea? mimi nina hofu zaidi yako lakini mimi ni, ni mke wake. Kicha kile kilinipanda. Tafadhali tuweke siri basi, shemu, liwe siri yetu, jambo lisilokuwa kama limetokea vile. Wewe unaniahidi nini kwenye hili? Nikavaa zangu nguo haraka haraka. Basi nitaweka siri, nitaweka siri. Niliondoka haraka haraka lakini Oliva aliniita tena. Nilikuwa na wasiwasi kuwa nilikusaidia, sikujua nitakuwa kwenye mtego kama huu. Oliva akaniita tena na kuniambia, asante Ramadhani, asante kwa kunisaidia, na kuna jambo moja nataka nikuambie, japo litakuumiza na litakupa kiburi We uko vizuri zaidi ya kaka yako. Nilihisi nguvu, nilihisi faraja ambayo sikupata kwa muda mrefu. Asante kwa kuondoa kichaya changu cha upweke, asante sana shem. Maneno yake yalikuwa kama risasi moyoni, yalikuwa na faraja na fedheha kwa wakati mmoja. Nilisimama pale pah, nikijua nimesaliti damu yangu mwenyewe, lakini bado nikihisi sifa yake aliyonipa. Niliondoka haraka sana, pikipiki yangu ilinirudisha nyumbani nikiwa nimechoka na nimejaa huzuni. Kutokana na valangati la usiku ule, sikuweza kushika simu kwa muda huo. Nikashika simu nipate kujua hata muda, ndipo nikakutana na missed call za kutosha kwa watu tofauti tofauti, pamoja na namba ngeni. Wakati najiuliza atakuwa ni nani, simu ya kaka Juma inaingia. Nilishtuka ghafla, nikaangusha na simu. Sehemu ya pili inagotea hapa. Ni Utamu Kolea Simulizi, ka mkao wa kula kwa sehemu ya tatu. Je, kaka Juma atatambua nilichofanya na shemu, au la? Usisahau kusubscribe ku like ku comment ku share kwa ndugu jamaa na marafiki, wasipitwe na uhondo wa simulizi tam kutoka kwetu Utamu Kolea.